Naam, ni afueni kwa wakazi zaidi ya elfu nne wa shamba la Kishamba B eneo bunge la Voi kaunti ya Taita Taveta baada ya mahakama ya ardhi na mazingira kuamuru wakazi hao kupimiwa ardhi zao. Wakazi na viongozi wamesema hatua wa hiyo itasaidia katika upatikanaji wa hati miliki za ardhi, kwani wameishi kwa hali ya wasiwasi kwa siku nyingi. Kwa muda mrefu kumekuwa na mzozo kuhusu kupimwa kwa shamba hilo lenye ekari elfu ishirini na sita kutokana na kesi ambazo ziliwasilishwa mahakamani hapo awali. Ndio kuna watu ambao wanasema wanataka wataki Uh, surveyors wa serikali kuja kupimwa, nataka, uh, private surveyors. Uh, sawa hiyo tunakubaliana nayo, wata, watafanya kazi hand in hand in na the department of lands ya uh, uh, county government of Taita Taveta ili tuweze kuhakikisha wananchi wanaweza kupata haki yao pale ndani kile nataka, nataka ni shukuru sana wananchi wa Birikani wamejitokeza kwa wingi wakati shamba sikianza kupimwa. Wale ambao wanaelewa huo mweledi, lazima mpaka wa nje kwanza wote ukue reaffirmed ndio shamba zenze kupimiwa ndani kwa ndani, ili kama kuna any encroachment ama kuna shamba fulani from ambayo ina border shamba big group shamba big community land, hiyo mpaka lazima ulainishwe, kwa maana tayari shamba hili liko na title deed na liko na identified boundaries zake. Sisi msimamo wetu kupimiwa mashamba yetu, hatuwezi kuzuiwa na mtu ambaye hata hana shamba Kishamba B. Kwa hivyo yeye kama kweli ni mwanamme angekuja akae na sisi, tushirikiane, tusameane, tuende mbele. Lakini mambo ya kuleta tena kuzuia kesi, basi hiyo kwetu itakuwa si vizuri na hatuko radhi na yale yote. Lakini la msingi ni kwamba kutokea kwa uamuzi ni kwamba sisi kama Kishamba B tunaenda mbele. Leo tumekuwa na mkutano hapa Birikani, na imani kesho kutakuwa na mkutano Kajire Kizumanzi range na Kishamba kama jamii ya kule vile tulivyofanya sisi na imani pia nao watafanya, ili tuweze kuwa na msimamo mmoja wa kuhakikisha shamba letu limepimwa. Huku maadhimisho ya siku ya matibabu ya moyo